<tipa> <tipa> Mi nasema ni vijana tu wakuwa makini. Tulitambua ubora wa Yanga, tulianza kwa kuheshimu, lakini kubwa zaidi tumeruhusu mianya mingi sana ambao wenzetu wameitumia. Nakumbuka hata mwanzo nilipohojiwa, alisema Yanga ukiwaruhusu, ni, ni mara chache sana kupoteza nafasi. Kwa hiyo sisi wenyewe tumewaruhusu, ndio maana wametuadhibu kwa idadi kubwa ya magori. Uh, pengine kutoka na club kubwa kama Yanga FC na wachezaji ambao wana profile kubwa. Kwani pengine iliongeza pressure yoyote ya mchezo? Nikasema kwa baadhi ya wachezaji kulikuwa kuna pressure kubwa na kucheza katika standard yao ambao wamezoea kucheza, japokuwa uh, tulisema tucheze kiakili zaidi, kwa sababu sisi tuna vita kubwa sana kwenye championship. Kwa maana toki, angalia katika timu yangu kuna baadhi ya watu ambao wamepumzisha, tuna vita kubwa sana kwenye championship, lakini hata hawa sio kwamba ni wachezaji wabaya ni kwamba tu ni kwa mbatuni, watu wameshindwa kufuata ma, ma, majukumu vizuri, hatimaye tumeruhusu mianya, wenzetu wakatumia nafasi hiyo wakatuadhibu ya kutolewa katika michuano hii. Mmoja kati ya mchezaji ambaye anaimbwa sana ni mchezaji wako Saidi, jezi nambari ishirini. Pengine kile ambacho amekifanya Saidi uwanjani, una lipi la kuzungumza, na mara baada ya hapo amepokea hela nyingi sana kutoka kwa mashabiki na wanachama wengine? Yeah. Kwanza akuanza vizuri ya kuanza vizuri lakini baadaye alikuja akarudi katika hali yake ya kawaida. Ni ni moja kati ya wachezaji kwangu mimi nitegemea, kwa hiyo nimpongeze tu kipindi cha pili kwa mchezo mzuri, lakini bado anahitaji ku ku kufanya kazi zaidi hasa wanapokutana na timu zenye majina kama yangu niliwaruhusu wakacheze yaani, niliwambia, sasa kachezeni. Ndio maana uliona tumetoka kwenye mid block, sasa hivi tukaanza kufunguka, tukaanza tuweze kucheza, lakini pia bado wenzetu walivyopata mpira, kwa sababu baada ya kushambulia pia unatakiwa uzuie. Pia sehemu ya pili ya uzuiaji bado tukaendelea kuruhusu mianyi. Yeah, asante sana.